Akizungumzia miradi ambayo imeweza kufanyika kupitia NGCDF, mbunge wa eneo bunge la Gichugu Robert Gichimu amesema kuwa kumekuwa na ujenzi wa madarasa mapya ya JSS katika shule ya Kaimbui, ambapo amesema kuwa shule hiyo imepewa kipaumbele kutokana na wingi wa wanafunzi katika shule hiyo ikilinganishwa na shule zingine. Aidha, amesema kuwa miradi hiyo haikomi pale, bali watazidi kufanya miradi zaidi. Hapa kiaumboi ndio kuna wanafunzi wale wengi kabisa hapa Gichugu, kuna zaidi ya wanafunzi mia saba kwa hii shule. Shule nyingi ziko na mia mbili mia tatu mia nne lakini hii ni shule ambayo iko na wanafunzi wengi, na ndiposa walipewa kipaumbele, ndio wanafunzi wasikue na matatizo ya masomo. Kuna mambo mingi ambayo ina inahitajika kufanyika hii shule na yote itafanywa, hata renovation za zile classrooms zimebaki, ndio wanafunzi wote wakuwe wanasomea katika madarasa sawa na madarasa safi na ndio waweze kunawili katika masomo yao. Kuhusu ujenzi wa barabara za eneo la Gichugu, kaunti ya Kirinyaga, mbunge huyo amesema kuwa ujenzi huo umekawia kutokana na deni ambazo zimekuwepo katika kaunti na kwa ifikapo Juni, ujenzi huo utakuwa umerejea. Katika historia ya Gishugu, hakujawai kuwa na barabara mrefu kama hiyo ya kilomita mia moja karibu mia moja Hapo zikiisha tutahesabu vizuri, lakini kwa sasa kwa rekodi inaonyesha ni kilomita 95, lakini kuna sehemu zingine pia nimeongezea kidogo kidogo. Tunatarajia zitafika kilomita mia moja hapa Gishugu. wale wanakandarasi ambao walikuwa wamepewa hiyo kazi, niambie, watu wa Geshoko walikuwa wameondoka kwa sababu eh, kulikuwa na deni kubwa, ile inaitwa pending bill, na sio hapa Geshoko peke yake, ni Kenya mzima kwa sababu wako na mabarabara mengi. Hakikishia watu wa Geshoko kwamba kabla ya mwisho wa mwezi wa sita hii mwaka wa serikali ama financial year ya 2024 2025 ambayo inaisha June kontrakta wa Gichugu wale wako ama makandarasi wale wamepewa mabarabara watakuwa wamerudi. Wazazi kutoka shule ya Kaimbui walionufaika na ujenzi wa madarasa hayo nao wamesema kuwa wanafunzi sasa wataweza kusomea katika madarasa yenye nafasi ya kutosha, jambo ambalo limeonekana kuaridhisha zaidi. Kuwa na shinda, last year tukwa na extra darasa hata moja lakini sasa wametupea darasa tatu zenye watoto wetu sahii wako ndani na wanasomea uh, mandarasa yenye ni spacious, iko na tile, uh, conducive environment na watoto wanafurahia sana, na pia sisi wazazi tumefurahia sana. Kwa mwanzo tulikuwa tunashindwa watoto wetu tukifungua shule wataenda kusomea wapi, juu hakukuwa na madarasa na wengine walikuwa wanaenda grade 9, lakini kama mbunge wetu alitusikisha, na leo amekuja akatufungulia madarasa tatu aliotujengea pamoja na komitii yake. Emaculate Karimi, Undugu TV.